langu niseme mambo mawili kwa kifupi sana. Jambo la kwanza wapendwa, nilibarikiwa na kuingizwa katika huduma hii muhimu ya eh, msiba sana katika kanisa la Mungu. Huduma ya neno na sakramenti. Tarehe nane mwezi wa 12, 1961. Na kwa kuwa ni ahadi ya Mungu kuwa atakutana nasi kwa njia ya neno na sakramenti kwa sababu hiyo tunapaswa tupokee huduma hii na kutoa huduma hii kwa hofu na kutetemeka, maana ni huduma ya Mungu mwenyewe. Wapendwa katika Kristo Yesu, kwa sababu ya mambo mbalimbali niliyokutana nayo wakati wa utoto wangu, nilitamani sana nitumikie Mungu kanisani. Nikiwa shule ya msingi darasa la saba, nilimwomba Mungu na kuwa hivyo, kama Mungu atanifanikisha nikachaguliwa kwenda sekondari, ambayo ilikuwa jambo rahisi wakati ule, nitamtumikia Mungu kama mchungaji katika kanisa lake. Kwa neema ya Mungu nikachaguliwa kwenda sekondari peke yangu mwaka huo katika shule ya Yesu. Nikiwa sekondari nikaendelea kumwomba Mungu kama ya, ni mapenzi yake aniwezeshe kutimiza ahadi yangu. Mwaka 1979 nikiwa kidato cha tatu nikapokea barua toka kwa mchungaji wangu wa usharika kwamba baraza la usharika limeongozwa na Mungu kuniletea wito wa kuwa mchungaji. Nikabaki na ombi hilo bila kusema lolote kwa mchungaji wangu. Nilipomaliza na kufaulu masomo ya sekondari, serikali ikalipanga nafasi ya kwenda kusomea mambo ya kilimo na ufugaji. Wakati huo mchungaji wangu wa wanafunzi Mjerumani aliitwa Reinhard Rima, jimbo la Dodoma, dayosisi ya mashariki na pwani wakati ule, ambaye nilishirikiana naye katika huduma nikiwa mwenyekiti wa ukwata wa mkoa wa Dodoma, akanishauri niende Makumira na nisiende kusoma gim, kwa kuwa alikuwa anamaliza kipindi cha utumishi wake hapa Tanzania. Akanipeleka na kunikabidhi kwa msaidizi wa askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani wakati ule kwa Yohana Marko, na kuniweka katika utaratibu wa kuandaliwa kwenda Makumira kwa dayosisi hiyo. Hatimaye, kwa sababu mbalimbali, nilienda chuoni kwa kuandaliwa kwa mchungaji kupitia Dayosisi ya Kaskazini, na mshukuru Mungu nimepewa heshima ya kuitwa mchungaji na leo mchungaji mstaafu. Bwana Yesu as. <laughs> Namwomba Mungu na naomba mniombe ili niendelee kuwa mtumishi wake mwaminifu, niendelee kuwa baraka ndani ya kanisa. Aai, jambo la pili ni shukrani. Kwanza naishukuru Dayosisi yangu ya Kaskazini kwa jinsi inavyotunza watumishi wake na hasa mchungaji na ofisi ya kuchunga, kipekee sana watumishi wa neno na sakramenti. Dayosisi yetu inatambua heshima ya mchungaji ni heshima ya kanisa, na kama wachungaji hawana heshima, kanisa litakuwa. Dayosisi ya Kaskazini ina katiba inayoweka uwazi upekee wa huduma ya neno na sakramenti. Aidha imeweka wazi na nafasi ya wachungaji kama viongozi wa sharika zetu. Tuna kila sababu ya kushukuru dayosisi yetu kwa jinsi inavyoendelea kusimamia uongozi wa kanisa katika dayosisi yetu. Pili, ninashukuru sana uongozi wa dayosisi kwa jinsi walivyo nitunza tangu nikiwa chuoni hadi leo, sitamsahau baba yangu hayati Baba Askofu Kweka alivyonitunza mimi pamoja na mke wangu Mchungaji Sara. Alitufundisha mafundisho ya ndoa na kutufungia ndoa tarehe saba kumi na mbili elfu moja mia tisa sabini na moja na kesho yake akanibariki, akanibaliki kuwa mchungaji hayati Baba Askofu Kweka na halmashauri yake kuu ya wakati ule aliilijali sana utulivu, amani na afya ya familia ya sukani, ili waishi maisha ya usukulu. Namba tatu, tunashukuru uongozi wa jimbo kwa jinsi ulivyokuwa baraka kwetu, familia yetu na kwangu binafsi. Sitamsahau hayati mchungaji wangu wa mjibu Nokakesi, nilikaa naye katika mazoezi akanifundisha uchungaji, lakini alijishughulisha kutunza mashauri ya wachungaji kwa hekima na usahau. Wakati wote hakuwa tayari kuona mchungaji ananyanyaswa, alisimamia imara kuyuma. Alitambua vizuri heshima ya mchungaji ndiyo heshima

anatambua vema Ulokora kwamba anachomtendea mwenzake ndicho naye kwa sababu <coughs> <coughs> hiyo alishughulisha sana kuhakikisha unas tunamshukuru <coughs> sana, tunamshukuru sana usharika wa Mrokora, uchungaji, kiongozi na watumishi wote kipekee mwenyekiti wa kamati ya kumstaafisha bwana Samuel Mauli ambaye alichaguliwa na baraza na kamati hii ikachaguliwa na kupitishwa na baraza, kupitishwa na baraza na ikakabidhiwa wajibu. Wamefanya kazi kubwa sana. Baba Askofu, unafahamu nimetumika hapa Mrokora kwa muda mfupi sana, lakini wa Mrokora wamepokea na kunistaafisha kwa upendo na heshima. Mimi na familia yangu tulifika sana kufanya nini? kule kwa upendo huu, niseme leo, tunaahidi sisi na familia yangu kuendelea kuwa washarika wa usharika wa Mukola maisha yetu yote. Sita, nashukuru sana sharika zote nilizotumika kwa jinsi walivyo nipokea na kuniaga kwa upendo nilipohama katika sharika zao, na kwa heshima kubwa kipekee, nilipowaambia na staafu walipokea na kuniaga kufika leo. Ipongezi na sharika karibu zote ziko

na nane. Mimi na familia yangu tunashukuru sana kwa zawadi mbalimbali na za pekee sana ambazo mmetupa siku hii. Mungu awabariki sana, amen. Pekee sana wale wa Dar es Salaam walio safarini na mikoa mingine, jinsi ambavyo walisema, Mchungaji huyu umetambua shida yake. Mimi nilipata ajali mwaka tisini na tano kule na Somoro nikaumia sana magoti yote mawili, nikalala chini miezi mitatu. Na kwa sababu hiyo, baada ya muda nikagundua nipata sukari pia, sababu ya kukaa na shida kubwa. Walijua wamekora kwamba nikutembea, siwezi kutembea, si kutembea umbali mkubwa wala kusimama muda mrefu, napata shida kubwa. Hata kama nimekaa, lazima nijipange kusimama maana napata maumivu akasema basi akitoka Morogoro, tumpe tumwezeshe, akitaka kwenda mahali aende kwa furaha.